Ama no, aende hao yani bo kusema transformer ya umeme kuliko hao. Jisikia mtu mmoja anasema eti mke wake kama hafanyi kazi analea watoto nyumbani, anamuita golikipa, na wale mama wa malaya kule au singo mama. Golikipa huyu analea watoto, eti anaitwa golikipa, na wale wale kuongea dawa. Wewe kila leo unatafuta hela, wenyewe anakula. Wengine watu ni wafanya kazi, anachukua hata mkopo, anaenda kwa malaya yule. Malaya si ndio golikipa? Mwenyewe amegeuza mke, anaita golikipa, amezaa watoto ame, watano, mama watu wafue afanyeje, anamuita golikipa, wewe wa kula tu. Afu kule wapo magolikipa hawaiti magolikipa. Tubu mwanadamu, utoke kwenye uovu. Tubu, gairi njia zako mbaya. Wafanyakazi wamejaa mikopo, mtu anaweza kaenda benki anachukua elfu ishirini. Hela zote amekopa ame amemaliza kwa malaya amjengea msimbe ju hata mke ajuu yapo masingo mazazaizi kuchunaco, ndio maisha nio naye. Paka lini hayo maisha, mwanadamu? Toka leo usishiriki dhambi zake, mana mapigo yake yamefika paka mbinguni. Mabwana, mabwana, tunazungumza na tunazungumzana. Mfalme anasema njoani kwangu mimi, tunamwendea yeye, tunaanza kuzungumza naye.